Saa chache baada ya taarifa za kifo chake Papa Francis, viongozi kadhaa kote duniani wametoa pole zao kwa waumini wa Katoliki kwa kumpoteza kiongozi wao. Rais wa Marekani Donald Trump akiwa miongoni mwa viongozi wa kwanza aliandika kwenye mtandao wake wa X akisema, nikimnukuu, pumzika kwa amani Papa Francis. Pole zake Trump zinajiri licha yake kutoelewana na Papa Francis kufuatia utofauti wa msimamo kuhusu mambo kadhaa kama uhusiano wa jinsia moja. Rais <coughs> wa Argentina alikozaliwa Papa Francis Javier Milei pia ameandika na kusema kuwa amepata pigo kutokana na taarifa ya kifo chake Papa Francis. Humu nchini rais William Ruto pia amemkumbuka Papa Francis kama kiongozi aliyejitolea kutetea wanyonge, akiwakumbuka maskini na wasiojiweza. <coughs> Rais wanne Uhuru Kenyatta akikumbuka ziara yake Papa Francis nchini Kenya mwaka 2015 pia amemtaja Papa Francis kama kiongozi aliyezileta dini tofauti pamoja. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pia amesema mienendo yake Papa Francis itakumbukwa miaka mingi.